Faratan faratan ya ye Mwenyezi Mungu tani. Mjalie kuwa ni kitangulizi nifa kitangulizi, wadhuhuran na akiba kwa wazazi wake na kiombezi sawa, kitangulizi ni akiba kwa wazazi wake na ni kiombezi chenye kukubaliwa dua yake Neno fupi akimaza nini? Neno ni ya. Neno ni ya. ya. Ni kiombezi chenye kubalika ili walidei hii kwa wazazi wake. Kwa mwanamke ili walidei ha. Ifanye kwa sababu wale. Mhm. Ifanye sana. Hii ni hapo pala pala pala. Kwa tafsiri nyingine akiba. Sawa. Yaani akiba ambayo sio roza. Kwa hiyo unasema na wema ni akiba, wema ni, wema ni akiba bwana. Wema ni akiba na wema fanyaje? Wema sio roza. Kwa hiyo kwa mtoto mdogo kwa sababu hana dhambi, imani ya yake ni akiba. Lakini madam tu kwa kutoa nini? Na siku tu hadithi tusome pale. Ndio na sema takila. Mtu ndani, Mwenyezi Mungu anakuwa na shughuli. Kwa hiyo mtoto mtoto mdogo kisha fariki pale, ni hazina kubwa, hii ni akiba, ni hazina yako yako, lini waalidei hii kwa wazazi wake. Akiwa mwanamke, lini waalidai ha kwa wazazi wake. Sawa, washafian mujaban na uombezi wake mujaban, wenye kukubalika, washafian na uombezi wake mujaban, wenye kukubalika.

mawazinuhuma yani, ile mizani ya wazazi wao iwe nini, hiyo mizito. dhakiru kwa mwanamke allahumma fakiru biha, kwa mwanamke sawa so. Kwa mwanaume allahuma fakiru bihi mawazinuhuma nini, mizani ae sawa so. Akasema hivi wa adham bihi ujurahuma, na malipo yalikuwa makubwa, wa adham bihi ujurahuma na yawe mengi malipo yao. Wa aadha bi ujurahuma, na malipo yao mengi. Wa alhibu bisalih almu'minin, na umkutanishe kwa maana kusema ni pale ya kahia kwa faidi. Wa alhibu bisalih almu'minin, na waje walikuwa wema, waje walikuwa wale waliokuwa waliokuwa wema na mkutanishe. Na Allahumma e, Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wajalahu fi kafarat kafarati Ibrahim na umjalie kathara sawa katika dhamana, yaani kafara ya dhamana. Watoto wote waliokufa chini ya balehe watakuwa chini ya Ibrahim. Ibrahim ndo baba wa imani

adhabu aljahiim, adhabu ya moto. Aabdilodara na haira min darii, sawa na mbadilishie nyumba bora kuliko nyumba yake kuli. waai